Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na naimani huko kando kando ya TV yako kwa ku ajili ya kuendelea kusikiliza na kufuata matangazo yetu. Ni mura mzuri wa wewe kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas. Tega sikio, nipe macho na sema karibu. Tuanzie na huko Uvira ambako hatimaye amezikwa rasmi siku ya nne ya wiki tunayo kamanda wa kundi mmojawapo la wazalendo mjini Uvira Rukumeta Pierre, ambako wakuu viongozi wa tabaka mbalimbali mbali, walishiriki pia kwenye mazishi ya shujaa huyo wa kivita. Kwake mwanasheria chako Changbon ane moja kati ya malida katika muji wa Uvira, na pia aliyeshiriki katika mazishi hayo ameanza ameanza pa kutoa picha ya hali ilivyokuwa katika eneo la mazishi. Ni kweli kwamba general major Rukumeta Pierre amezikiwa leo monamo ma, ma, ma, ma, ma, ma, na simetere ya, ya kakumbi, na seremoni za kilio zimepitikana mulupango lwa masomo mazuri, na mwili umekamatiwa tangu saa sita na kuwekewa ndani ya upango wa masomo hiyo, na pale watu wamekuwa wengi kabisa. Seremoni za kiukweli za rangi yake za bufisini zimefanyika watu wamekuwa wengi, wafanyabiashara vijana wa kamanda mbalimbali wa kizalendo, lakini pia makuche mbalimbali. Hii haikufanya makazi kama inavyokuwa kawaida kwa sababu wali- walipewa moyo na masosia sivili na malipo tofauti kwamba waache kutumika ili kwamba mazishi huo ya, ya ya mheshimiwa Mheshimiwa Jenerali Rukumeta, ambaye ama wakizalendo e, masote civile zimekuwa vijana walikuwa wa autorite president wa assemblée provinciale, amekuwa mwami wa Bavira, amekuwa vice gouverneur zakano, alikuwa bwana kapena kii kifara, amekuwa pale FRDC, imekuwa bireu d tumemwona TD mwenyewe pale esikwa <laughs> na heshima yake ya kazi ameifanya. Ali, aliyesema kwa niaba ya wa wazalendo alikuwa patriarch, um, amuri Williamu ya kutumba ndio mwenyewe amesema neno pale kwa niaba ya wa wazalendo, na akatona ng'ombe tano kwa kwa jamaa kwa niaba ya wa wazalendo, wamesema hali ambayo amekufa ndani kwa kupigana vita kule na Geregere kwenye kwenye vita kutokana na maadui wa wa. Hiyo ndio hali mtangazaji, ambayo tuko tumeshinda ndani leo katika vile ya Uvira aiza kuhusu kupenda kujua nini raia ya Uvira watabaki na kumbukumbu kumbu yake. Mwanasheria Chako Chang Bon Ane amerejea na kajibu ya fuatayo: Kiukweli ni kwamba raia imertenere mambo karibuni kumi kwa bwana marehemu Rukumeta Pierre. Sasa ni mtu mwenye amejitolea kwa ajili ya kulinda baba zake na mama zake, amejitolea na kuishi porini. Ya pili ni mtu ambaye hakukuwa ah, na matatizo kabisa na raia, sababu raia imempenda na kumshuhudia vizuri. Ya tatu ni kwamba ni mwenye amewacha jamaa lake nikiishi ndani ya vile ya Uvira, iye akaenda kuishi ndani ya pori kwa kuchunga baba na mama. Ya nne ni kwamba ni mtu mwenye amefia kwenye pambano la vita amefiala vita ni sinya ya patriotisme memoya iko eleve. Ukiangalia kiukweli kabisa mtu afie kwenye pambano haiko jambo rahisi. Ya tano ambayo tumeshuhudia ni kwamba raia imejifunza kwake mtu mwenye mtu mwenye mwenye kukua na na, na na masinyo masinyo manake alama mbalimbali mbali, la kubadilisha hali ya mwingine mtu mwenye amejiangaji kwamba mwingine uwe na sura nzuri na ya, sita mtangazaji ni kwamba kwa Rukumeta ni kwamba amekufa angali kijana mdogo sana, kwa hiyo inabidi mtu ajitolee kwa kulinda mwingine angali kijana, hapana, wakati ambapo ameisha ameisha, wakati mtu ameshajitolea angali kijana, jambo rahisi. Ya saba ni kwamba ni mtu mwenye akekusikia collaboration na wafanya siasa, yeye amejitolea, yeye mwenyewe ingalau amea kujitoa kwa mzee nani Mwakanakii, lakini kwenye alipoenda ametumika bila interference ya wafanya, ya wafanya siasa na ya, ya munane ni kwamba hakukuwa na hali ya ubaguzi. Leo ndio tumesikia kwamba alikuwa mvira japo hiyo ameongea sana Kifulero, make hali ya ubaguzi kwake haikukua na kwingineko ni kwamba shirika la CDGP kwa ufadhili wa MONUSCO limepana vifaa vya kazi ikiwemo pikipiki, simu na mengineo kwenye ofisi ya shirika ukingo wa raia ima Protection Civil katika lugha ya Kifaransa, kwa ajili ya kuwasaidia katika uwajibikaji wa kazi zao. Akiwa mbele ya tv yako, bwana Edward Tambwe Muterezi, kiongozi wa shirika la CDGP Uvira, ameonyesha hapa aina ya vifaa walivyovipana, pia akiomba kwa kitengo hicho kulinda vyema vitu hivyo. Baraka kufuatana na muradi tuliopata katika ile kundi la MONUSCO, wale walikuwa wanaenda mali katika Jamhuri ya Kongo kufana navo muradi ya kuja kupana vifaa vya kazi kwenye ofisi ya protection civile ya Fizi meri de Barak vifaa vya kazi mbalimbali, vifaa vya kutembelea kama vile pikipiki iko ine, tunafaa vifaa vya kuzungumuzia simu, simu tano tunapana vile vile imprimante kusudi ofisi ya protection civile ifanye kazi mu kondision mzuri ni hivyo vifaa vina vinawasaidia sana kwa kazi itumike vizuri. Monisco alipoona manda yake inamalizika kwenye nchi yetu ya Kongo, alipenda kuatia faida kidogo kwa wakaaji wa Uvira na Fizi. Hii mradi ilifanyika katika territoire ya Uvira kwenye site ya Sangi, walipata hivi vifaa ile bureau ya protection civile. Basi kwenye Monisco kulikuwa hii service ama ikazi protection civile, na ndio waliona muhimu, walianza kwanza kufunza watu kisha j wanapatia vifaa vya kazi kuzidi watumike vizuri, kufanya miradi naisikwepesi. Wengi wanafanya miradi lakini hawapate faida ya miradi, taandika miradi haupate majibu. Sisi tumebahatika kama vile kamati ya haki na amani, mradi kwenye monisco tunapata majibu. Tunaomba wale watakatumikisha vifaa vile, biro ya protection civile hapa Baraka, wavilinde vizuri tusiye kesho akishekute na kuwa vifaa ya mtu binafsi. Vifaa ya biro ya protection civile ya territoire ya Fizi katika meri ya Baraka wa vilinde kama vile wazazi wa, wazuri bon pour de famille. Mwisho we Bwana Abusemene Wilonja Lamber, kiongozi wa kitengo cha ukingo wa raia katika mji wa Baraka, ameshukuru vya kutosha kwa msaada waliopewa toka kwenye shirika la CDJP Uvira sisi si, ni shukurani kubwa sana pamoja na kwamba c'est la premiere fois, tunaona shirika zingine zinafanya wakati anapopewa kitu, ap, apeleke fasi fulani haifikishi, lakini CDJP vraiment c'est la premiere fois. Na kama wakongomani wote watakuwa katika ile, ile nani itakuwa na inajenga taifa letu. CDJP Uvira alichunga vifaa miaka karibuni mbili tatu tangu Monisco atoke hapa na akavitunza kama ilivyo na akavileta e, vyote bila hata tatizo. Tumeshukuru sana kwa ile ile kazi ya ile vifaa, njo kazi muhimu tunatumikaka nazo, sababu kuna par exemple kudescendre sur, kudescendre sur terrain ile kazi tulikuwa tukifanya kienyeji tu, lakini tumepata ile msaada. Kwa nini tuipoteze tena wakati tulishaipata na tuna ilikuwa ni kazi na malalamiko yetu kila siku ma, ma telefone na vingine. Ilikuwa ni kazi ambapo tulikuwa tuko tunaitafuta kila siku, lakini sasa hivi tunavipewa tutumike kazi kama kawaida. Wametupatia kitu ya lazima zaidi, ambapo inaelekeza na inasimamisha kazi na gisi tungepashwa kuendelea kuifanya. Na tukiwa tu katika mji wa Baraka, ni kwamba kutathmini kazi za pamoja maarufu salongo zinavyoendelea ndani ya mji wa Baraka ndiyo ilikuwa lengo mojawapo ya kikao kilichoandaliwa na meya kwa muda wa mji wa Baraka na vitengo mbalimbali vya kiserikali na visivyo vya kiserikali, kikao ambacho kilifanyika siku ya nne ya tarehe 26 Juni 2025 kwenye chumba cha mikutano mamati mjini Baraka. Akizungumza kwenye TV yako meya wa mji wa Baraka kwa muda bi Emerita Tabisha Mungelwa ameanza kwanza pa kuonyesha sababu ya yeye kuand ich atabaka izoza watu. Lengo ya kikao ilikuwa kukagua kukagua eh, namna ambayo tunaendesha kazi mradi wa Salongo. Tumeuanza, tumekwisha kufanya mwezi mzima, maana yake Salongo ine imefanyika kila siku ya posho, inaomba tujue tumeanza na tuko wapi, nini ya kufanya kwa kuiboresha vizuri E, yawapi imekuwa mabovu ili ili mabovu tuinyooshe na kazi iendelee vizuri. Hiyo ndio ilikuwa lengo na lengo ingine ilikuwa mahabari mbalimbali ya kujulishana tu. Kwa ujumla, watu wamesema kwamba wanaona mambo yanaendelea vizuri, wanafurahia kuona e, mmaveni mtu anaanza ona hadi kwa mbali, kwa sababu yanafunguliwa yanyanyooshiwa ijapokuwa ingaliki bado inanyoshiwa kama vile ki, au na e, tekniki sana ingaliki tu wanaifanya kwa nani yao, lakini ile mameta ma mamesure za barabara hazijapimwa vizuri. Na wamesema tena ya kwamba ile ma, matundu e, kwa, nguvu, kwa nguvu za raia matundu ime, ime zibiwa, ma mamoto inaanza kupita vizuri kwa nafasi fulani na kupishana vizuri na watu kutembea pia vizuri na pia e, uchafu umepunguka. Uchafu umepunguka. Kuna nafasi ambazo zimekuwa zimekuwa uchafu sana na zinasaidia e, salongo imesaidia uchafu. Raia wote wamesema ya kwamba salongo iendelee na iendelee sana, na wameleta vitu vidogo vidogo vya kupendekeza ili ifanyike tena vizuri e, katika ubovu wa namna tumeendesha salongo kumekuwa hiyo kukosa wale wa, wa teknisien wa mabarabara kufika kunyoosha barabara zinyooshewe vizuri. Wamesema pia e, ukosefu wa nafasi ambayo kutupia uchafu ambayo naomba utupwe. E, wamesema pia katika mabovu ni kwamba watu wameanza kufungwa kiolela watu kufungwa kiolela na wengine kulipishiwa pesa, ijapokuwa hadi pale tumesema kama salongo, watu wote wanakwenda, lakini hatujaanza eh, kipindi cha kusema tutatia eh, mkazo kulipisha watu pesa na kufunga watu wale ambao hawafike kusalongo. Upande mwingine, Bi Emerite Tabisha Mongelwa amesema kutokana na mpango aliouchukua hivi sasa, kazi hizo za pamoja maarufu salongo zitaanza kufanyika Ijumaa na sio tena Jumamosi kama ilivyokuwa hapo awali. Uh, watu wameamua umu ya kwamba ni vizuri siku itiliwe tena vizuri, kwa sababu kazi iwe, iwe ambayo inasaidia jamii pia kuwa vizuri, mfano siku ya soko, siku ya, ya posho ni siku ambayo ni ya soko kubwa ambayo inalisha jamii kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kuna ubovu unaonekana mwingi sana kwa watu kuingia kwenye soko na kufanya saa longo, zile masaa ndio saa za soko kuanza, ni masaa za mamboga mboga mbichi, ina, inafika mpaka saa ine wasiruhusiwe kuchuuza, haipendezi, hai vizuri, na kuna wenye makanisa ambao wamesema mfano wale washika sabatu imani yao inasema siku ya posho hawawezi kutumika kazi yoyote hii kwa hiyo watu wametaka ya kwamba salongu ireje siku ya tano ili watu wote watu watumike na kwa inga hii ndio itakuwa inga ya mwisho kufanya salongu siku ya posho maana yake hapa ni kisha siku moja tu lakini kwa mwezi wa saba tunaanza salongu kwa siku ya tano na tumalizie na habari za kitaifa huko kisha sambako. Ulusegini Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria na mmoja kari ya patanisho wa jumuiya ya Afrika Mashariki ya se, na jumuiya ya maendeleo ya Afrika Kusini sadak alipokelewa Jumatano hii ya tarehe 25 Juni 2025 pa Kinshasa naye rais wa jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Mazungumzo yao yalilenga suluhisho kwa mzozo wa kisilaha ambao unatikisa mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Tunachunguza uwezekano wote juu ya hali kati ya Rwanda na DRC ili kusiwe tena mzozo zaidi wa kijeshi na vurugu. majadiliano ambayo nilikuwa nayo na ndugu zangu wawili kutoka Rwanda na DRC yako kwenye njia sahihi, amesema hayo Olusegun Obasanjo baada ya mazungumzo ya karibu masaa mawili na rais wa incha ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Kulingana na urais bwana Obasanjo alisema kuwa hatua inayofuata ya ziara yake itakuwa Togo. Tunaye mpatanishi aliyeteuliwa na jumuiya ya Afrika bwana Fore Nyasibe, rais wa baraza la mawaziri wa Togo. Nitaenda Lome kumripotia na kuona nini kifanyike kwa amani ya kudumu katika nchi hizo. Kwa kuongezea, rais wa zamani wa Nigeria anasema anatasmini mipango yote ya sasa ya amani, iwe ile ya Marekani au Qatar. Tunazingatia hali semayo. Mkutano huu unaingilia kati katika hali ambayo awali mpango wa kutafuta amani ulifanya wa makanisa ya Kiprotestanti na Katoliki baada ya miezi mitatu ya mashauriano nchini na nje ya nchi. Wakuu wa kidini wa kanisa Katoliki na Protestanti walikutana na rais wa DRC ili kuwasilisha mapema matokeo ya kazi yao. Tangu usikilizaji wa mwisho mnamo Februari, ujumbe wa pamoja wa Sinko SCC ulikuwa umeenda katika nchi kadhaa za Afrika, Ulaya na Marekani ili kutafuta njia na uwezo wa kupata suluhisho ya hali ya usalama inayoshamiri mashariki mwa Kongo, eneo ambalo linamilikiwa na vikosi vya Rwanda pamoja na vikundi vya AFC na M23. Kimataifa timu za kiufundi za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jumuiya ya Rwanda zilianzisha maandishi ya makubaliano ya amani mbele ya karibu makamu husika na masuala ya siasa wa Marekani Allison Hooker, katika uandaaji wa saini toka kwa mawaziri kwa makubaliano ya amani iliyopangwa Ijumaa Juni 27, 2025 mbele ya karibu wa Marekani Marco Rubio katika mfumo wa uratibu unaoendelea kati ya juhudi za uwezeshaji wa Marekani na nchi ya Qatar, nchi hiyo ilishiriki katika majadiliano haya ili kuhakikisha ukamilifu na upatanishi wa mipango ya nchi hizo mbili zilizolenga mazungumzo na amani katika maeneo yaliyoathiriwa. Mpenzi mtazamaji hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa uku like, uku shana, kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Ninakushukuru kwa kunipa macho na kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Safari Almas, bye bye. Media d'information en temps réel.